Yaumiddin, amma baad, mimi nachukua fursa ya kuchangia tu katika khutba ya shekhi hapa ambayo imechukua faida nyingi sana, ina faida nyingi sana kwa mujibu wa wakati na uwezo wangu kusema, kwa hali yangu ilivyo hivi sasa siwezi kuchambua faida zote, lakini tu nasisitiza pale Sheikh alipotaja ile ali hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam salama aliposema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sa wa idha sa'alta fas'alillah, na wakati ukiomba umombe Allah kwanza. Hadithi inasisitiza kwamba hakuna wa kuombwa isipokuwa ni Allah peke yake. Vile vile ndani yake pana amri ya kwamba sisi tumuombe Allah azza shan. Kwa hiyo kumwomba Allah ni ibada. Ukiacha kumwomba Allah ni kwamba umeacha ibada, umetakabbar. Na mahuluku ambaye hahitaji kuomba basi, huyo ni kwamba hahitaji msaada wa Allah. Tumwite nani sasa? Ikiwa mtu aombe, tumwite Allah na yeye, kwa sababu hata hao wa malaika wanaomba Yeo, vipi mwanadamu ukiwa wewe huombi? Kila tatizo unalipata wewe huombi, kila majanga naekukumba wewe huombi, shida zote zinazotokea wewe huombi. Ikiwa hakuna mvua huombi mvua, ikiwa kuna jua limepatwa huombi, mwezi umepatwa huombi, janga la kadhaa limeshuka huombi. Sasa wewe tukusabu katika kundi gani? Basi na wewe naye Mungu mtu lakini ubinadamu ni kuomba. Kwa hiyo anasema faidha saalta fasaadilaha, kuthibitisha kuwepo kwa Allah ni kuomba Kavash, kachambua sana shekhi hapo. Na vile vile tukumbushani kwamba katika kuomba kuna nyenzo zake. Huwezi kwa kurupuka tu kusema na mola viumbe vyote haraka haraka bila kujitayarisha, kuna matayarisho yake maalumu. Natakiwa ujikaribishe kwa Allah, unapoongea na Allah subhana wa ta'ala, unapomwomba Allah haja zako ujikaribishe. Ndio hiyo tunaita tawassul, au kwa lugha nyingine tunaita wasila, na hiyo kaitaja Allah ndani ya Qurani, wabtaghu ilaihi alwasila, wabtaghu ilaihi alwasila, mnapomwomba Allah mtake njia ya kujikaribisha kufika kwake. Kwa hiyo nukta ya tawassul ni muhimu sana sana na hapa tulipo sisi tupo katika muda wa kutawasal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Janga lililotokea hii leo, ambapo hatujui liyotokea linachukua muda gani katika nchi yetu hii, baadhi ya wa watu wametawasal leo kwa kufunga ayamulbidh, siku tatu zili katika mwezi. Wamefunga na malipo yake kama mnavyojua, miongoni mwa siku tatu zile imetokea siku Alhamisi wakapata ujira wa kufunga yaumul khamisi na siku moja katika ayamul bi katika siku tatu zile za kila mwezi. Kadhalika kasadi ya yaumul juma, jana wakafunga watu katika siku ya Jumaa wakapata dua. Hii ni tawassul. Tawassul maana yake pana sana, unaweza kutawassul kwa chochote ulicho nacho. Watu wanatawassul kwa amali njema, kumbusha, jikumbushe mambo gani mema aliyofanya katika benki yako ya mambo mema. Hakuna kitu ulichokifanya umesahau, jikumbushe, nilifanya kitu kadha, nikamsaidia mtu mnyonge kadha, nikafanya kitu kadha. Tawassul kwa amali yako njema. Watu mitawassul katika katika bwana, katika pango pango, bwana bwana jiwe, hawana uwezo wa kutoka, katawassul jiwe, likatua nafasi, watu wakatoka. Janga janga lako janga, la ukubwa ina gani hilo? Na watu walitawassul kwa kwa amali zao kwa hiyo kumbuka, na Sheikh hapa kataja kwamba kuna watu ambao wa rabbaniina pia. Miongoni mwa kutawasal, kuna aina nyingi za kutawasal. Unatawasala kwa mali njema kama tulivyotaja, wafunga na mambo mengineyo, kumswalia sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusoma sana Qur'an, kuswali rakataini, kusali sunani, kuswali mafrudhati, hizo zote katika tawasul, kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala.

Kwa nini kutanguliza Rabbana kabla fa amanna, umetanguliza fa amanna, umetawasala kwa imani yako. Na Sheikh alipotaja rabbani jina ni kwamba pia miongoni mwa kutawasali ni kutumia dua yako ili kupitia katika mikono ya watu ambao, katika ndimi za watu ambao ni watu rabbani jina, watu wa Mungu, rabbani jina ni watu wa Allah ambao hawamwachi mbali Allah, wa karibu naye Allah, salati dhuhri yupo kama si msikiti huu, si msikiti, si mwingine si msikitini popote alipo, salatul asr humwachi, humkosi salatu subh humkosi. Hawa ndio rabbaniina na hawa wote hawa rabbaniina, hawa wote rabbaniina. Ni fursa nzuri sana kutawasala na watu hawa, hawa wote rabbaniina, kwa sababu kigezo cha kuwa muumini ni imani na wote muumini na hawa. Kama mtu angekuwa hana imani asingekaa, asingekaa dakika mbili, asingekaa, asingeweza kukaa, lakini imani ima, imani yafalu ajib, inafanya mambo ya ajabu, kumleta mtu aache mambo yake yote, aje akae kucheza wewe, kwa sababu imani imekuvuta, imani ndio ilimleta hapo. Kwa hiyo hawa watu rabbaniyuna hawa, walipotaja sheikh hapo, kataja sifa nzuri za watu rabbaniyuna, sifa nyingi na ghadabu ya sifa zile, wote wale wa hapa ni rabbaniyuna. Kwa hiyo sisi tukitawasali kwa hawa watu wote katika haja zetu, kwa nini sisi tukose haja yetu? Lakini tu tatizo la kwamba watu wana tatizo hasa katika wakati wetu hawaombi. Watu wana ugonjwa wa kutokuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wana ugonjwa wa kutumuomba Allah, haombi akiwa piki yake, haombi akiwa na mwenzake, sijui ataomba wakati gani? Wakati malaika wanaomba dua kuwaombea waumini

Sasa tupewe mitihani aina gani? Tupewe mitihani aina gani mpaka tumuombe Allah? Au tunaomba Allah atuzidishie mitihani ili ndio tuombe? Na'udhu billah! Yani hatumuombe Allah hata katika majanga? Tumuombe Allah katika kipindi gani? Kuna maana kwamba sisi tuombe tufanye yani tusubiri zaidi majanga baada ya majanga? Miongoni mwa tawassul ambazo sisi tunazihimiza na zimepuuzwa katika baadhi ya misikiti. Misikiti mingi imepuuzwa sana kunut, kunut nazila, ambayo ni sunna muakada inda aljamhur. Sunna muakada haina khilafu bwana, hii sio kunut ya subhi kwamba ina khilafu, baadhi wamekubali na baadhi wamekataa. Hii aljamhur wamekubali kunut nazila. Wanapokuwa na janga, watu waombe, wasome kunut. Na mimi hapa, kuna karatasi nimezichukua hapa Wanaotaka kusoma kunuti katika swala tano zili zile na swala ya subhi na dhuhri na al-asr na maghrib, kama hawajui dua ya kunuti kunuti kunuti kunuti dawa za kunuti, za kunuti zile za ni yani ni kwa kwa leo anataka kuchukua naachukue, yani naswali swali za fardhi zote, hata mara moja hujamomba Allah pamoja na janga lote. hii kunuti hii kama ungepewa wao hao wapinzani wetu sisi hao hao wapinzani wetu sisi ambao wanapingana na sisi ungepewa hiyo ungeifanya kuliko wewe hawana tu hawajui hakupokea vitu kama hivi kwao lakini ungepewa wao wallahi na ungepewa wao ungeifanya zaidi kuliko wewe leo wewe umepewa kunuti mnashindwa kusoma kunuti kwa watu Dar es Salaam hizi hapa kataani anataka kusoma kunuti kama hajui dua dua hii kataasi kwa sheikh hapa salatu subhi wanawaswali wanaosoma kunut Allahumma hadina maliza malizia salati dhuhri. Ukifika wakati wa rukuu soma, soma, rahi, wa soma dua kunuti hizo al-asr. Bwana Mtume nani ambaye kwamba yeye amba yuko karibu zaidi ku na Allah kuliko ku Bwana Mtume salallahu alayhi wa sallam? Yuko karibu ku. na Allah kuliko Bwana Mtume wa na yeye kafanya kunuti ba Bwana Mtume kafanya kunuti kwa kuuliwa wasomaji wa Qur'ani, wachache wa wa hawafiki alfu moja, kafanya kunuti mwezi mzima, shahran, kwa dhulma ilitokea. Leo nyinyi hapa katika jengo, vijana wangapi wameuliwa? Wangapi waliuliwa kwa sababu ambazo hazielezeki hazieleweki? Watoto wameuliwa, mali za watu zimepotea, mnashindwa kusoma kunuti? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.

tawasul bora na kile tawasul unaweza kutawasal nayo ufanya. Unaweza kutoa sadaka, toa sadaka. Unaweza kuswali lillahi taala sunna unazoweza kuswali, swali. Unaweza kumswalia Bwana Mtume mara elfu, swali zaidi ya mara elfu, elfu. Hasa katika yomu jumaa mswalie sana Bwana Mtume sa salm, utawasal. Lakini leo sisi tunafanya mchezo janga litakuja kubwa, mtatafutana na hili janga. Kwa taarifa yako, halimuhusu nani wala nani. Hili janga la Tanzania hili janga li li la Tanzania wote, kile janga la hapa la Tanzania wote, wa Tanzania ni janga linaweza kuathiri wa Tanzania wote, kwa Uislamu wasio kwa Uislamu. Nyinyi chezeni mitandao tu, muone mambo ya kawaida ya mtandao hayo. Kwani nyuma zingine, maeneo mengine ma watu wamepotezana, nini? mitandao tu hii mitandao mnayoona midogo mnashikelea naona si jambo jambo la kawaida, basi kile kija janga halitamgusa mtu mmoja. Angalieni, wenzenu uko wanabeba mizigo leo, wanashindwa kuishi katika maeneo yao. Yote kumsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo sisi hapa Tanzania tunayo fursa ya kuambiana kama hivi na tunaambiana, watu hawaelewi wanachoambiwa, mtaelewa nini? Haya, lakini tu sisi tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kujalia imani hii tu, amani hii tulionayo hivi sasa, na tunataka ziada amani. Amani hii tulionayo kuweza kukaa pamoja bila kusikia ngurumo yote huko, ikawa tunaweza kufanya ibada yetu mpaka tufike mwisho. Na hiyo ni hii tawassul tulionayo hivi sasa. Tusisitize tawassul, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta kunuti, kutoa sadaka, kila njia kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtu kamwona yeye ni mkaidi kufanya kunuti na hana dalili ya kisheria, ujue huyo ni simu zako, hakuombei mema wewe, huyu hakuombei wewe mema, wewe wala hajiombei mwenyewe mema, anashindwa kurejea kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa, ta kwa nini bwana, mpaka hapa ilikuwa nichangie tu. Kwa hakika sitaki uchukua muda mrefu sana, kwa sababu hata afya yangu si nzuri, lakini tu wafile, kwa vile kwa heshima aliyopewa naona niitumie na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afikishe hayo aliyosema katika nyoyo zenu katika zenu katika nyoyo zetu na zenu. Na Mwenyezi Mungu Mungu inshallah aendelee kujalia katika hali ya amani ya masikilizano na mapenzi baina yetu. wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. wassalamu alaykum wa rahmatullah.